mpango wa nyuklia wa Iran kwa sababu vichwa vya habari leo vinaleta gumzo. Kwa hiyo hii ndiyo habari: Iran imetangaza rasmi kwamba imevuka kile ambacho nchi za magharibi zinaita mistari nyekundu katika teknolojia ya nyuklia. Hayo ni kwa mujibu wa Mohammad Eslami, mkuu wa shirika la nishati ya atomiki la Iran. Ameweka wazi maendeleo ya nyuklia ya Iran siyo tu kuhusu sayansi, tena ni kuhusu fahari ya kitaifa, uhuru, na kama anavyosema kusimama bega kwa bega na mataifa yenye nguvu duniani. Lakini kuna maanisha nini hasa? Kwanza, Iran inadai sasa inajitosheleza katika sayansi ya nyuklia. Wanazalisha vya kutosha kukidhi mahitaji ya ndani na hata wana zaidi ya nchi thelathini zinazopenda kununua bidhaa zao za nyuklia. Huo ni uamuzi wa kishujaa kwanchi ambayo imekabiliwa na vikwazo na shinikizo la kisiasa kwa miongo kadhaa. Eslami hakusita, aliishutumu nchi za Magharibi kwa kujaribu kutawala teknolojia ya nyuklia kupitia vikwazo na propaganda. Alikwenda mbali zaidi na kusema kwamba mistari nyekundu ya Magharibi ni ya kiholela na ni kinyume cha sheria. Kwa maneno yake, juhudi za kuzuia maendeleo ya Iran zimeshindwa na zitaendelea kushindwa. Bila shaka, Magharibi inaelezea hadithi tofauti. Marekani, kwa mfano, ina mstari mmoja mwekundu usiojadiliwa: Iran haiwezi kutengeneza silaha za nyuklia. Nukta. Ripoti ya hivi karibuni kutoka shirika la kimataifa la nishati ya atomiki ilibainisha kuwa akiba ya urani ya Iran inakaribia viwango vya kutengeneza silaha na hilo linawafanya watu wengi kuwa na wasiwasi. Hapa ndipo mambo yanavyozidi kuvutia: mazungumzo yanatarajiwa kufanyika. Mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran yamepangwa kufanyika Oman. Marekani inataka usimamizi mkali zaidi ili kuhakikisha mpango wa nyuklia wa Iran unabaki kuwa wa amani. Wakati huo huo, Iran inataka kuondolewa kwa vikwazo na makubaliano ya haki. Ni mkwamo wa kawaida, lakini wenye matokeo makubwa. Na tusisahau muktadha mpana hapa. Iran inasema imepitia ukaguzi mwingi wa IAEA kuliko nchi nyingine yoyote, zaidi ya mtu mwingine yeyote. Hata hivyo, nchi za Magharibi bado zinawashutumu kwa kuficha shughuli za siri za nyuklia. Jibu la Iran, wanaita propaganda. Sasa tukitazama kwa upana, hii sio tu kuhusu nishati ya nyuklia; ni kuhusu nguvu za kisiasa, uhuru na historia ndefu ya kutoaminiana. Kwa Iran, maendeleo yao ya nyuklia ni ishara ya upinzani, uthibitisho kwamba wanaweza kustawi licha ya vikwazo na kutengwa. Kwa Magharibi, ni tishio linalowezekana ambalo linahitaji kudhibitiwa. Kwa hiyo, hii inatuacha wapi? Kwa upande mmoja, maendeleo ya Iran yanaashiria wakati muhimu katika safari yake ya nyuklia. Kwa upande mwingine, ni uwanja wa migodi wa kidiplomasia. Hatua zinazofuata, iwe katika mazungumzo au zaidi, zinaweza kuunda sio tu mustakabali wa Iran, bali pia usawa wa nguvu duniani. Endelea kufuatilia, kwa sababu hadithi hii haijaisha. Asante kwa kutazama na usisahau kulike na kusubscribe kwa maelezo zaidi kama haya.